Kama mnavyojua tarehe tisa palitokea tukio kubwa hapa nchini. Tukio hilo kubwa lilikuwa ni ukamatwaji wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu ambaye alikamatwa pale Songea na askari polisi. Sasa kinachofanya na sisi tutoke na kuzungumza ni kile kitendo cha aina ukamataji waliofanya polisi, kitendo kile cha ukamataji ule kiukweli sio kitendo cha ungwana, kwa sababu ni kama wanaenda kumkamata mtu kama kibaka. Ukiangalia Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwanasheria, ni wakili msomi. Ukiangalia Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia, chama kikuu cha upinzani hapa nchini, lakini ukiangalia pia Tundu Lissu ni mwenyekiti ambaye chama ndio kina kambi ya upinzani hapa nchini kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kitendo kile cha kumkamata kama kibaka mwizi wa simu, ni kitendo ambacho kinafedheesha sana taifa letu, ni kitendo ambacho kinafedheesha viongozi tulio wengi. E, mfano tu kwamba Tundu Lissu wakati anakwenda kukamatwa, hata asingeenda kufuatwa pale kwenye mkutano, kwa sababu ni kiongozi mkubwa. Aliweza hata kupiga, angeweza tu hata kupigiwa simu na kuelezwa kwamba kuna wito pale polisi na angeweza kwenda kwa sababu ni kiongozi, hawezi kukimbia. Lakini kitendo kile kinalifezeesha taifa, kinafezeesha umma na kimefezeesha sana watu tulio wengi. Kwa mimi niliombe jeshi la polisi, hata kama mtu atakuwa na makosa, lakini ukamataji wa namna ile kwa viongozi wakuu, viongozi wa vyama vya siasa ambao viongozi hawa ni watarajiwa kwenda kushika nchi, ni watarajiwa wanaotaka kuunda serikali ni kuwatweza viongozi wa vyama viongo vya siasa, na mimi niseme sikubaliani kabisa na huyo ukamataji, na nimemsikia pia RPC wa mkoa wa Ruvuma baada ya kumkamata Tundu Lissu e, jana wakati anatoa taarifa za ukamataji ule na nini kimefanywa mkamate pia, amekuwa kama anatutishia wanasiasa na anatuonya kwamba wanasiasa wasisubutu kulikosoa jeshi la polisi, wanasiasa wasikashifu jeshi la polisi. Na mimi namuuliza swali, kwa hiyo jeshi la polisi leo linajiwekea kinga kiasi hicho kwamba wanasiasa hawezi kulikosoa jeshi la polisi? Leo linaweza likavunja sheria, sisi viongozi wa vyama vya siasa tulitazama, tusiweze kusema? Hebu watuambie, RPC waSongea wa Ruvuma ni nani anaweza kawakosoa jeshi la polisi, kama wanakwenda kinyume na utaratibu, kama wanakwenda kinyume na pigio zao, kama wanakwenda kinyume na sheria? Nani anaweza kawakosoa kama sio sisi viongozi wa vyama vya siasa? Kwa na sisi tunaomba pia kumuonya, hebu atuache sisi viongozi wa vyama vya siasa tucheze mziki wetu na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wakati huu ndio wakati wetu wa kwenda kushindana kwa ajili ya kuchukua dola, na sisi tupo kwa ajili ya kwenda kushika dola, hatupo kwa ajili ya kuogopa vitisho vya, vya polisi. Kwa hiyo kwanza, situfunge midomo tunamuomba, tunaliomba jeshi la polisi lisitufunge lituf, midomo. Viongozi wa vyama vya siasa, wao sio wanasiasa, wacheze kwenye kulinda amani ya nchi, wasicheze na siasa kwa sababu sio wanasiasa. Hata kama ni wateuliwa wahusika kwenye serikali, wasicheze na siasa, wacheze na kazi ya kulinda amani ya nchi. Ndio kazi yao kubwa wanaofanya, wanalipwa kodi za Watanzania, lakini sio kazi ya kuzuia vyama vya, vya siasa kuzungumza, sio kazi ya kuzuia vyama vya, vya siasa kukosoa, sio kazi ya kuzuia mkutano kuendelea. Mfano, nimeona wamempa ume ile ni kesi aliyopewa mheshimiwa Tundu Lissu e, kesi ya uhaini, yaani ameenda kupewa kesi ambayo e, inakuwa ni ngumu kupata dhamana, japokuwa jana nisikia mahakama wanasema anaweza akapata dhamana. Sasa kesi za namna ile ni kesi za, za hasila Yani polisi sasa wamekuwa kama ni ni, ni, ni, vyama vya siasa, yani wanapata hasila, mpaka wanawapa viongozi wa siasa kesi ambazo haziwezi kudhaminika. Hebu tunaomba waache hasila, watu wache sisi tucheze na CCM tuendelee kwenye huu muziki mpaka tumalize naye. Hii sio kazi yao ya kuingilia siasa <totikana> mimi. Niseme kimsingi, kwanza nachukua fursa hii kumpa pole sana mwenye kiti mwenzangu wa chama cha Chadema, mheshimiwa Tundu Antipasilisu, na muomba awe jasiri, awe mvumilivu. Huu ni wakati wa upinzani na mimi ninaamini isije ina, ina, inaweza ikatokea rais akatokea gerezani mwaka huu. Nataka niwaeleze Watanzania wasije ukashangaa rais wa nchi hii akatokea gerezani, kama wanachokifanya sasa hivi polisi kuhakikisha wanampeleka gerezani asitoke, na wananchi kama, kama, kama, kama, kama wana, wanaweza wakafanya maajabu, usije ukashangaa wakamtoa wakamtoa wakamtoa rais ndani ya gereza, kama walivyofanya wakati wa, wa serikali ya Zambia hapa jirani tu, na mimi nataka polisi wachukue hii, nimuombe mheshimiwa rais E, aweze kuliingilia suala hili kati na wamwachie Tundu Lissu mara moja ili aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, kwa sababu mimi sijaona tatizo la Tundu Lissu kwenye no reform no election, sijaona sijaona kabisa tatizo lolote kwa sababu yuko kikatiba, yupo kisheria. Kwa hiyo kuna haja tu ya Mheshimiwa Rais kuliona hili na kuliingilia kati na kuwataka polisi sasa waweze kuondosha mashtaka yao pale mahakamani ili Tundu Lissu waweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa kama kawaida, aendelee kukijenga chama chake.